Wasia wangu kwenu, ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi umoja, mshikamano na upendo, ni kipindi hiki, ni kipindi cha ja kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali tuna makundi makundi, kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande. Tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda kwa wingi wa wanachama. Tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana, ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo. Niwaombe au sijui niagize, vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki, wakatende haki, anayefaa aambiwe anafaa asiyefaa tuseme huyu ana kasoro moja, mbili, tatu hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanised. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanised chama chetu, Magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye!